Hamza Mahani hapa kusikana, nimeona umekuwa umeposti uh, kupitia status zako, patakuwa msabaka mkubwa hapa kwenye nchi ya, hapa kwenye mji wa Bujumbura na katika huyo msabaka ambapo nimeona unazungumzia utakuwa katika uh, ardhi yenye huwa uh, waislamu wanasalia eko laidi. Je, unaweza ukatuambia kwa upana katika msabaka huyo, wengi wanatafu wengi wanahitaji washiriki wa, wa katika msabaka huyo uh, msabaka huu utafanyika ni, ni Buterere tarehe tare kumi na mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na na 25, hapo apo, msabaka huyo wa kwanza atanyanyuka na kitita chenye thamani ya milioni kumi franga za Burundi. Ukiangalia okay, ni msabaka ambao sisi binafsi tunauita ni msabaka wa, wa kimataifa ambao watakuwepo pia muwashindani katika, katika msabaka huyo, lakini chini ya wa waandalizi wakubwa sana na wasimamizi kaka zangu wa wa Anusra akiwemo Akizimana Musa Pedaya, akiwa Shekh Bizimana Zuber naye atakuwa yuko pale, Shekh Bizimana Zuber, Shekh Akizimana Musa Pedaya naye yuko pale. Lakini na sisi kama umoja nguvu kubwa za TV za online za Kiislamu, na sisi pia tutakuwa kama kuliwekea hamasa na ili, tunawaomba waislamu wote popote walipo duniani haswa hususan Burundi wajitahidi kadri na hali musabaka huu ambao unaenda kufanyika Buterere, tarehe 12 mwezi wa 4 2025, ambao utaanza majira ya asubuhi kabisa. Hasibaki mtu yoyote nyumbani, na habari hii lazima ikwende katika manyumba ya Kiislamu. Lazima habari hii au musabaka ambao wa kwanza naenda kunyanyua milioni kumi franga za Burundi, aizibebe hizi habari, kwa sababu pale Buterere ipata kuwa hapatoshi. Ndo maana ilionekana kwamba kama msabaka huu ungefanyika katika ukumbi. Mwaka jana ulifanyika katika markazi, lakini huu tumeona kwamba usiendi katika ukumbi, unakwenda katika uwanja wa mpira. Mgeni rasmi atakuwepo ni Shekhe Nurdin Kishki, na yeye atakuwa yuko pale kutoka Tanzania, na yeye tutakuwa tuko naye pale. Lakini mimi ni mmoja katika tv ambayo ya kiislamu ambayo ni Al Huda TV Burundi, ntajitahidi kadri na hali kadri na uwezo wangu kulibeba hili jambo, nalichukulia kama la kwangu, kwa sababu liko nyumbani kwetu Burundi, hapa nyumbani. Ukitazama shehe Bizimana Zuberi ni jamaa yangu, ukitazama shehe Pedaya ni jamaa yangu. Na wote Waislamu tuwaombe watie nguvu TV za Kiislamu, yoyote ambaye anayejua ni Muislamu, musabaka huu mkubwa ni wa kwetu sote. Naam, na katika msabaka huyo unazungumzia, uh, utakuwa pande huko kwenye uwanja wa laidi apo, uh, butereri na je katika Qur'ani uh, watakuwa ni juzu la Tabaraka uh, yani yani kusoma Qurani, yani kusoma mushafu mzima, ndio atapewa hiyo, atanyakua hiyo milioni kumi ya marundi, au labda itakuwa mshindi wa kwanza anapewa milioni kumi, mshindi wa pili atapewa ngapi? Mshindi wa tatu atapewa ngapi? Msabaka huu unakwenda kwenye juzuu thelathini, safu nzima kabisa, yani wanaokwenda kushindana. Ukisikia milioni kumi, nayo sio hela ndogo hapa lazima wao ni watu ambao wa wamejipanga wamejizatiti kwelikweli. Kwa hiyo milioni kumi ndo atakuwa ni pesa za mshindi wa kwanza kabisa alihifadhi kitabu chote kizima. Kwa hiyo milioni kumi kwa mtu ambaye amehifadhi kitabu chote kizima, atakuwa amenyanyua pesa nyingi sana, haswa kwa maisha ya tuliokuwa nayo nyumbani. Na tayari hawa wanaokwenda kushindana hawa wameshachaguliwa, wako kama ishirini bimana, kabla ya kufika katika tarehe kumi na mbili huku mwanzo palikuwa mchujo, watu walichaguliwa na alhamdulillah, wako watu wa Rugombo, watu wa Rumonge, watu wa Bujumbura. Atakayenyanyuka wa kwanza anaibuka na milioni yake kumi. Atakayekuwa wa pili, basi wakina Zuberi watakuja kulifafanua huyu anachukua ngapi. TV yenu ipo vyema kuitumikia dini Al Huda, mwongozi wa jamii.